Ladies and gentlemen, ni ukweli kwamba military imeanza kukua mara mbili. They refuse orders from above, inapea hii government ikue na wasiwasi. Muliona kule Siaya kama askari aliua mkubwa wake, sio kwa kupenda kwake Hakuna askari anaweza amuka tu siku moja aende aue, sio hivyo. Wao sio wendawazimu, wako na familia na kuna wale wametegemea wao. So ukiona askari ameamua kupiga mkubwa wake risasi kichwa, that tells you that wamekataa hizo orders. Order inatoka huko juu lakini huyu mkuu wa police station yeye atimizi, yeye pia anateremsha hiyo order kujifanya kwamba anatumia chain of command which is wrong. So, anaambia mdogo wake kwamba go kill that one, go abduct that one, endo fanya hivi. Maneno ikisa kwa mbaya, wewe ndio unahukumiwa. You witnessed that in the death of Albert Ojuang whereby Oda ilitoka juu. Fanya hivi. OCS, mudogo wake fanya hivi. Mukwana kama angekataa sahi angekuwa jela. It is either. Hiyo kasi ise, uende utafute ingine badala yaku hiyo kasi ukwe hapo ikupeleke mali, babaya. So, askari ukiona um, um, vile wanaongea mtandao, ukiona vile askari ana, wanaongea mtandao wanasema kwamba sio vizuri kuchukua risasi kupiga naye wananchi, si vizuri na hawezi fanya hivyo. Wale pia ni Christians. Wakati watarudi kanisa kuomba, wana waki flashback yale wanafanyia wananchi. It is wrong. So the moment our wakubwa wao wanatoa order and I predict you will see that watauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu they are divided just because of politics. Eti mwana siasa akikosana mwana siasa mwenzake, anatumia wengine kufanya nini? Kureinforce that nini? That interest of that particular politician, which is wrong.

against the Constitution of Kenya. So ukiona kama askari wanaua wakubwa wao bado itakuwa na, mtasikia siku moja kama mtu mkubwa atapigwa risasi na mdogo wake tena, kwa sababu isafanyika kukule Siaya. Hiyo orders yenye huyo mkubwa alipeana kwa mdogo wake iliuwa mbaya. So huyu alikataa na akathiritni yeye kwamba kazi itaisa, that is why his colleagues waliua yeye haraka hivo, juu yale angesema kwa kotini mngisikia na watu wangeshangaa sana. So askari wameanza kukataa orders from the above because today Murkomen is true, Wamekataa. hiyo ndio inafanya military itagawanyika mara mara mbili. Last muliona ile siku ya maandamano, KDF wa kipatrol mali kuna maandamano mbaya sana, waandamaji wanatoa, wanakilia barabara, wanatoa mawe, wanatoa nini, wanasafisha barabara, KDF wanapita KDF